Mjadala wa leo kama ulivyosikia katika ujumbe uliotutumia na awali pia nimekuambia kwamba leo tunajadili ligi ya mabingwa e, na kwenye laini ya simu naye Hassan Mwana wa Ali, mchambuzi wa michezo na mwanahabari kule nchini e, Kenya. Lakini kwanza kabisa ni kwa wale ambao pekee hamkutazama, kwa wale ambao mnajifanya hamfahamu, kwa sababu nafikiri kila mtu salamu amezipata ni kwamba Ousmane Dembele alipachika wavuni bao la mapema kabisa e, dhidi ya Arsenal jana katika mechi ya nusu fainali ya kwanza. Basi moja kwa moja, Hasani nianze na wewe, sijui nalipata vilivyo kabisa ukiwa Nairobi? Aa, nakupata vizuri sana, ni kama upo nami hapa mkabala nami, Saum nakupata vizuri sana, habari za mchana. Safi kabisa, sijui wewe uko Nairobi unasemaje? Ah, Nairobi kwema, kibaridi baridi na joto kutegemea, mm. Kama ni shabiki wa Arsenal ni joto, kama ni PSG ni baridi. Na ninapokusikia siku yako ina joto fulani una eh, mahanja ma fulani hivi matokeo ya kufurahisha, nafikiri ah, inasema mcheza kwa utuzwa, lakini jana msemo um, huo ulikataa. Labda unadhani nini kiliwakwamisha Arsenal licha ya kwamba mashabiki amsha amsha, maelekezo ya kocha, wapi walikwama na Dembele kuwa charaza bao la kwanza ama bao eh, la ugenini hapo jana maanake, yeah, umesema bao la ugenini. Ingekuwa miaka ya nyuma wangekuwa na ile wanasema advantage ya bao la ugenini, hayahesabiki mm -hmm. mabao kama hayo. Lakini kama unavyoona mimi nimeutangaza ule mpira kisha nikafika nyumbani nikautizama. Uh, mashabiki, mwanzo wa PSG walitawala, ungefikiri wanacheza nyumbani kule Ufaransa. alafu ukifungua bao la mapema kiasi cha dakika ya tatu mm -hmm. uh, kwa kiasi fulani uliona lile bao Declan Rice akiwaambia wachezaji wenzake watulie ni mapema. Mbona nafikiri bao la mapema liliwatoa wa timing, kitu cha kwanza. Kitu cha pili, aa, ni kwamba Arsenal wameingia uwanjani aa, wakitaka kuyarejea yale waliofanya robo finali dhidi ya Real Madrid wakipata ushindi wa mabao matatu mkondo wa kwanza mm, lakini wanasahau kitu kimoja kwamba walikuwa wamempiga huyu PSG, unakumbuka mabao mawili mm. na sufuri buka Kai Havertz hatua at za mapema. Sasa PSG akasema ukupigao ndio ukufunzao, akaenda akaisoma ile video vizuri, na safari zake nchini England zimekuwa zenye ufanisi. Angalia alipokuja dhidi ya Liverpool, amekuja mm -hmm. dhidi ya Aston Villa, amekuja dhidi ya Arsenal. Na wakati Arsenal inaipiga Uh, PSG mabao yale mawili tunapozungumzia awali, huyu Dembele hakuwepo, kumbuka, alikuwa mm -hmm. na matatizo yake ya nidhamu na Luis Enrique akamwacha nje, lakini ukiachia mbali kwamba sasa Dembele amecheza jana akafunga. Huyu mchezaji Thomas Partey anazungumzwa sana kwenye mitandao, baadhi ya mashabiki wa Arsenal wanasema kwamba watakuwa naye mkondo mm -hmm. wa pili. Mwenyewe alijipata maka ile kadi ya pili ya manjano mm -hmm. alionyeshwa kwenye mchezo wa Real Madrid, akaokosa mchezo wa jana. Kwa hiyo PSG naweza kusema goli moja labda robo tatu ya asilimia mchezo nawaona kwenye fainali. mm -hmm. Jacob huko upande wa pili wa studio unamsikia kauleni, anasema PSG kwa, kwa kiasi kikubwa robo tatu eh, wanaonekana kwenye fainali, lakini kocha Mikel Arteta wa Arsenali anasema watakapoelekea kule Paris watajipambanua kwa udi na uvumba. Je, unaona comeback inawezekana? wanaweza kurudisha na alau kutoka na ushindi kule Ugerini? Lolote linawezekana katika kandanda. Teta amesema kwamba timu yake inaweza kufanya maajabu, inastahili kufanya uh kitu ambacho ni cha kipekee mjini mm -hmm. Paris katika mechi hiyo ya Jumatano ijayo. Anawataka mashabiki wa Arsenal wasife moyo, lakini eh, PSG wanapokuwa nyumbani nao eh, wanaweza pia kufanya hayo maajabu ambayo Arteta anayazungumzia mm -hmm. na hizi ni timu mbili ambazo zote hazijawahi kuyash, eh, kulishinda hili eh, kombe la, la, la Champions League wote mm -hmm. wanatafuta na ukiangalia PSG wamelitafuta kwa muda mrefu sana pia wamefika fainali, wameishia nusu fainali mara kadhaa mm -hmm. na safari hii wanahisi kwamba huu ndio wakati wetu mm -hmm. Kwa hiyo uh, kama wamepata ushindi Emirates ambapo ni mahali pagumu sana kutoa ushindi saumu mm -hmm. wanahisi kazi wanaweza kuimaliza nyumbani, na nafikiri uh, watatafuta pia kupata bao la mapema sana mjini Paris katika hiyo mechi ya wiki ijayo PSG mm -hmm. ni timu ngumu sasa hivi kuifaa kwa sababu tangu ali walivyofungwa mbili bila uh, katika mechi ya makundi kama alivyosema Kauleni uh -huh. um, ni timu ambayo imeimarika. Kumbuka ilicheza mechi ya mchujo tu uh, kuingia katika hatua za mtoano na natoka, wakati huo ilikuwa ni timu ambayo uh, ilianza kuimarika na zile pasi zao vizuri kwa sababu wak wachezaji wakishika mpira tayari wachezaji wa PSG, mm -hmm. Wameshafika kwa hiyo, walikuwa hawawezi kutoa pasi nzuri na hawakuelewana na walifanya hivyo katika kipindi cha dakika tisini, unaona. Kwa hiyo ni timu ambayo iko vizuri na mbinu za kocha Luis Enrique ni nzuri. Mechi bado haijakwisha, bado wako katika uh, mapumziko, lakini katika hizo tisini za pili nafikiri itakuwa ni mechi ya kukata na shoka usiku leo. Kuna mechi nyingine babu kubwa kabisa Barcelona inakipiga na Inter Milan. Kauleni eh, karata yako unaitupa wapi, na labda kwa nini katika mechi eh, itakayochezwa leo uh, uh, una peana karata yako upande mmoja uh, <laughs> i wamelitamani sana hili taji kwa kila hali sawa na Arsenal ambao wanatafuta kwa mara ya kwanza. mm -hmm. Walichokifanya PSG wakaamua kwamba kushinda hili taji unahitaji golkipa mzuri. mm -hmm. Wakajaribu na Buffon haikuwezekana, wamemchukua Donnarumma. Angalia Donnarumma kazi aliyoifanya, kuitupa nje Liverpool katika mashindano haya, mikwaju ya penalti. mm -hmm. Angalia jana Ju mizuri sana Martinelli na Trossard Donnarumma, anawavusha PSG mpaka hapa. Aa, leo ukiangalia timu zilizobaki nusu finali, angalia PSG, Barcelona, Arsenal wote ni kama wanacheza mchezo mmoja wa mashambulizi kwa kwenda mbele na tikitaka, tofauti na Inter Milan inacheza kujihami sana mm -hmm. na Inter Milan wamefungwa wikendi Serie A, kabla hapo wamepoteza Kopa Italia mabao matatu kwa AC Milan mm -hmm. na wao mchezo wao na Udinese ni sawa na Borussia Dortmund Barcelona iliwapiga kabla hapo na, na Barcelona iko katika hali nzuri sana baada ya kushinda Copa del Rey, kwa hiyo uh, Barcelona nawapa asilimia kubwa sana kupata ushindi uh, ili ushindi mnono utakaowapa nafasi nyepesi ya kuingia katika fainali. Kwa hiyo Barcelona naona wakiondoka na ushindi wa si chini ya mabao mawili dhidi ya Inter Milan. Nawe Jacob unasemaje, unakubaliana na kwamba Barca wakiwa nyumbani leo watawacharaza Inter Milan? Kuna, kuna, kuna uwezekano mkubwa wa Barcelona kuweza kutoa ushindi katika mechi ya leo kwa sababu E, wanapokuwa nyumbani wanakuwa ni timu tofauti. Hata ugenini pia wametoa matokeo, mm -hmm. sisemi kwamba wakienda ugenini wanakuwa ni timu ovyo, lakini eh, leo wana nafasi kubwa sana ya kutoa ushindi dhidi ya Inter ukizingatia kwamba Inter fomu yao imekuwa chini sana, hasa katika ligi ya nyumbani. Kumbuka hata siri yao wanaelekea kuipoteza kwa Napoli, wao walifungwa, mm -hmm. Napoli wakapata ushindi eh, kwa hiyo Napoli wanakuwa wako juu yao, lakini mashindano haya Champions League ni mashindano tofauti. Kumbuka Inter lakini hii ni mechi tofauti ukilinganisha mchezo wa Barcelona na wa Bayern Munich. Inter wao wanategemea sana kujilinda na, kuj, na kufanya Shambali, mashambulizi mm -hmm, ya, mm -hmm, ya kushtukiza mm -hmm. na kocha Hansi Flick amesema kwamba wanastahili kama Barcelona kujilinda kuhakikisha, uh, ku, kwamba wanakilinda kiungo wa chao cha kati ili mashambulizi hayo ya, ya, ya, Inter Milan ya kushtukiza, ya kushtukiza waweze kuya, kuya kuyadhibiti lakini, uh, ukiangalia Barca ni timu ambayo imekamilika katika viungo vyote. Kauleni katika pita pita pita pita pitapita pita pita pita pita zangu Jacob, na kauleni, nikitembea e, ni tembea kule mitandaoni e, kuna gumzo ambalo limeanza kutembea kwamba Barcelona wanaingia katika mechi ya Inter wakiwa wamechoka baada ya kucheza mechi za La Liga kule, kwa hiyo leo hawana matarajio makubwa sana. Je, tuseme hii ni kwamba wameanza kuwa na wasiwasi na Inter, ama wao wanazungumziaje, kaulizi Mm -hmm. Eh, maanake eh, hilo mimi mwenyewe nililiona mm -hmm. Kwa sababu unaona chao ya mwisho fainali ya Copa del Rey wamekwenda mpaka dakika thelathini zile za ziada ndo mm. wakapata ushindi, na baadhi ya wachezaji, baada ya ile mechi uliona palikuwepo na uchovu, akina Pedri na Yamal nilimwona anainamisha kichwa anaotoa ulimi kwelikweli mm. akusaidia kupumua hilo <laughs> lipo, lakini usisahau kwamba hata na wa Inter Milan walikuwa na mchezo wikendi kwenye Serie A mm -hmm. na ukiona wale vijana wa Barcelona wanapocheza, hata wakicheza kila baada ya siku mbili, huwezi ukaona tofauti, na hilo utaliona kwenye mchezo wa leo usiku. Huto ukimwona labda ya mali ukimwona rafinya ukimwonarasinya wanavyocheza wale vijana Pedri mm. Hutojua kwamba siku chache wamecheza dhidi ya Real Madrid, lakini upo uwezekano mkubwa mavune na uchovu vikajitokeza kwenye pambano la leo. Je, Inter nadhani wanaweza kuitumia nafasi, Jacob, na kuhakikisha kwamba machovu waliotoka nayo kwenye Copa del Rey wakapata ushindi ugenini. Uh, kupata ushindi si dhani, lakini nafikiri wanaweza kutumia hilo, lakini pia wachezaji wa Inter nao, kama alivyosema Kauleni, wanakuwa wamechoka, lakini kocha Hansi Flick amesema kwamba hicho si kisingizio e. Hawa ni wachezaji wa kulipwa na wanastahili wawe tayari kwa mechi. Ukiwapatia siri wachezaji wa Inter Milan, ungewambia wafanyeje kuitumia fursa hii <laughs> leo, labda wajiimarishe wapi kuhakikisha kwamba pale Barcelona wanaondoka na ushindi? Ni vigumu sana kwa sababu <laughs> Barcelona kama nilivyosema, wameimarika katika kila kuleni naye pia awape siri, hebu wape siri, ebu, wape siri Inter Milan. Pengine labda kuna namna ambayo pengine wakijaribu labda hata kwa bahati nasibu eh, kuna uwezekano wao kuondoka na ushindi pale Barcelona. ile siri unaona, PSG walikuwa na siri moja, Mendes akamshika sala k. Nafikiri kama Inter Milan wanaweza wakafanya juu chini kuhakikisha kwamba yamal hapumui rafinha hapumui na pedri hapati nafasi ya kusambaza mpira mm -hmm. nafikiri wakiwakaba vizuri wachezaji watatu ama mmoja wao au wawili huenda wakapata angalau mm -hmm. eh, dro kwenye mechi ya leo japo ni jambo gumu sana haya asante sana asani kwa kujiunga nasi moja kwa moja kutoka nairobi kwa muda wako nikutakie mchana mwema na karata zenu wewe pamoja na jacob wacha tutazitazama tutazungumzia zaidi asante sana msikilizaji endelea kuwa nasi e, kwa sasa sikiliza makala tulizokuandalia.